Ni majina ya viongozi na watu mashuhuri ambao wamekuwa wakigonga vichwa vya habari kila siku. Kwa redio yako ipendayo, tutakuwa tukiwaangazia kwenye safari ya msafiri hii leo. Kwenye makala ya Safari Ya Msafiri tunamwangazia aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Amolo Odinga. Ni Safari Ya Msafiri, nami ni Supah Hukah, nikonja tasiezi karanga Shagala bagala, niko tayari kulipa gharama sitasimama mauvu ya kitawala, sitasimama mauvu ya kitawala. Tenda wili, tenda wili. Na baada ya vitenda wili tupate hadithi ya popo, popo. na bado hadithi haijamalizikia hapo. Kesho anaenda kwa ndege, anamia ndege, mimi ni mmoja wenu, kamoni kama mimi na mabawa na paa angani, munyamagani ambayo anaweza kupanga ndege vilevile, wanamkaribisha yeye. Haya, basi tuwachane na yanayohusu hadithi na vitendawili, tuingilie mambo yanayohusu nchi ya Kenya. I want to thank the religious leaders for organizing such a gathering to bring all of us together. And we have come here to make a statement that on an issue like this, there's no government and opposition. They are all together as Kenyans. Na pia una ujumbe kwa Wakenya wote kuhusu nchi yao. Kenya iwe nchi ambayo imeungana pamoja. Wakenya wasimwage damu tena. Wawe watu ambayo wameungana pamoja. Kama watu moja kama Wakenya naam hayo tumeyasikia na ujumbe wako kwa rais Uhuru Kenyatta ni upi this statement was unfortunate and unjustified for several reasons more importantly it is likely to compromise the investigations to be conducted to determine and establish the masterminds behind these brutal attacks it may be a case of a rush to judgment na pia kwa waziri wa usalama wa ndani Joseph Olelenku ago. Na haya nayo, hebu <coughs> ah, rudia tena <coughs> <coughs> hayo ni makubwa lakini ulipoenda new delhi baba new delhi new delhi gani ni gani you know um, when i went to new delhi, after the commonwealth games the indians told me that you know we now almost know the kenyan national anthem by heart because it was played so many times during the the, <laughs> the last commonwealth games uh, here in, in new delhi Haya basi tupe uhondo kuhusu vyama. Sasa mimi naanza kwanza kwa LDP kwa Rainbow. Alafu nikitoka hapo nitakuja kwa Rainbow Coalition. Yeah. Kwa Rainbow Coalition wacha tumalizie kwa kibwagizo <laughs> <laughs> Baba, tupe kibwagizo. Bruke anaona lakini asisikii, asisiki, yeye ni kiziwi mpaka apiwe na fimbo yanasikia. Sasa hii kenge yetu ya Kenya asikii fimbo yake. Ungana nami hapo siku ya kesho kwa makala mengine ya safari ya Msafiri. Nimekuwa wako msimulizi Supah Hukah.